Habari, jina langu naitwa Remir Kitchen, mapishi rahisi, ladha nzuri. Leo tunaenda kujifunza namna ya kutengeneza maandazi kwa njia ya rahisi nyumbani. Mahitaji yetu tutakuwa na unga kilo moja na nusu, tutaweka baking powder, tutaweka chumvi, tutaweka sukari, tutaweka na hamira. Sukari niliweka vijiko sita lakini sukari yangu mimi ilikuwa haikulei sana, kwa hiyo wewe unaweza ukaangalia sukari yako, mimi nakosa unaweza kupunguza kiwango cha sukari. Nita changanya changanya mchanganyiko wangu, nitaweka na mafuta kidogo, changanya, pekecha. Hakikisha mchanganyiko unga na vile viungo vimechanganyikana vizuri. Baada hapo, unaanza kuweka maji kidogo kidogo. Maji ni uvugu uvugu nimetumia. Utaanza kuchanganya, changanya hivyo, uanze kukanda donge lako, maji utakoneka kidogo kidogo ili kuepuka kuzidisha weka maji kidogo kidogo, huku ukiendelea kukanda kanda donge lako. Kama hivyo unavyokanda, inahitaji muda kidogo, lakini hakikisha unakanda donge lako ili mandazi letu litoke vizuri. Kanda kama hivyo, kanda. Please usiache kusubscribe, kucomment na kulike video hii. Niambie unatengeneza vipi maandazi Haya yalikuwa ni maandazi ya mteja wangu, ni maandazi ya biashara, nikaanza kumtengenezea hapo. Kanda vizuri, kanda, kanda kidonge lako. kama unaona nilivyokuwa. Eh? Yeah. Yes, baada ya hapo ukiona donge lako liko vizuri, funika funika kama dakika. Mimi nilikaa kama lisaa moja. Baada ya hapo nikafunua nikaona liko tayari, nikatoa upepo kama hivyo mnavyoona baada ya hapo nikanishandaa sehemu yangu ya kukandia nikakanda, tongela nikakata, nikaliweka hapo sehemu ya kukatia, nikaweka unga, nikaanza ku- kuleka mduara sasa, ili iwe tayari kwa kukata sigina yani ye ye, sukuma sukuma tonge lako. Lisiwe jembamba sana, yani iliwe kama hivyo mnavyoona kwenye video. Mimi nilitumia kikombe kutengeneza ship zangu za maandazi. Wewe unaweza ukatumia namna yoyote ile au kifaa chochote kile ulichonacho nyumbani ukakata maandazi yako. Mimi niliona kikombe, nikatumia hicho kukata miduara yangu, na saizi ya maandazi yangu ilikuwa kama hiyo mnayoiona Nikakata makubwa na madogo, kwa sababu mteja wangu alikuwa anataka mandazi makubwa na madogo. Baada ya hapo, nikaweka sehemu ya kupikia jikoni, kapata mafuta moto. Baada ya hapo, nikaweka mandazi kama mnavyoona. Mandazi yalianza kupata rangi, kageuza geuza kama mnavyoona. Mandazi langu liko tayari. Mandazi langu ni tamu, tamu sana, ni zuri mno. Mbao usiache kusubscribe. Andazi langu linaonekana hivyo, mteja wangu alifurahi sana kadi vile. Remir Kitchen kwa video zijazo yes.